Mategemeo wangu mimi ni ushindi hmm. tumejipanga vizuri kwa sababu tunahitaji tuna, tuna kurudi na uvumba kulitetea kombe letu la CRDB hmm. Lakini naona kama Simba wanakuja spidi na wenyewe am... wapotezi mechi sasa hivi, Simba alikuwa na wapotezi mechi, lakini kwanza, ukizingatia kama kwa mfano mechi yao hmm. Kama ya juzi ile, yaani walishinda tu kindondokela kwa sababu kwasababu bila penati, mimi sidhani kama wangeshinda ndani ya dakika tisini, lazima wangeenda matuta. Kwa hiyo timu yao bado ni mbovu, kwa hiyo mimi hawanisumbui. sasa leo unajua, kuna watu mnawakosa Mzize mnamkosa Mudathiri, mnamkosa watu kibao, mnakosa mechi ya leo, mnatoboa vipi? Mechi ya leo, ya leo tutatoboa. Yaani kumkosa Mzize au kumkosa Mudathiri sio sababu, kulingana na kitimu chenyewe tutawalima kawa akitusumbui, kwa hiyo <laughs> ni timu ndogo Wali maka, wa wali eh, hao <coughs> e. <coughs> e, ni walimakaa tu, sisi hatuwezi yaani e, hata nikiingia mimi mwenyewe lazima niwachape chuma. Ukipewa forward pale unakanyaga magoli kama oh, ah, nawafunga. Hata nikipewa goli kipa nazuia mipira au naizuia pia, unaona lakini na, na, na, na, na, majito miraba minne hana yani, wale hawawezi kutusumbua popote, yani kila kona, si tumetimia. Hata kama atakosa Aziziki sio akose wa nani wale, si tunawafumua. Tunauhakika wa ushindi na tunauhakika wakwenda robo fainali, maana wenzetu hao wanajita wamesha wamesha tangulia, si tunawafata huko huko. Haya, uh, Yanga, wewe ni kama mashabiki wengine wote atupeleki timu atupeleki timu au wewe unaona una, una, ni mshabiki wa tofauti tarehe ya dabi kipango. Kwanza mimi, cha kwanza nitasikiliza maamuzi ya viongozi wangu, kwa sababu viongozi ndio watakaoamua kwamba wapeleke timu au wasipeleke, kwa sababu kama hasara na muda wao ndio walipoteza zaidi. Kweli sisi tumepoteza pesa, lakini viongozi na klabu wamepoteza vitu vingi zaidi, kwa sababu wamepoteza muda, wamepoteza pesa, maana walikuwa wamejiandaa vizuri kwa ajili ya mechi. Ila kama wakisema timu hawapeleki, hata sisi pia timu hatupeleki, kwa sababu walivyokutana kwenye kikao bado walisimamia msimamo wao kwamba timu sisi hatupeleki uwanjani. Ewa.